Nina furaha kubwa sana yaani, nina furaha kubwa isiyo kifani. Nina ushuhuda mkubwa sana wa binti yangu Betha. E, nimeona nitamke jina lake kwa sababu kazi imekamilika. E, nimeanza kuomba naye muda mrefu sana, na nilianza kuomba naye tangu anatafuta kupata mwenza sahihi na Mungu alimtendea akapata mwenza sahihi, akanipa ushuhuda ya kwamba Mungu ametenda, ijapokuwa mambo yalikuwa magumu, haikuwa rahisi. Na baada ya hapo, ndoa yake ikawa inakadiriwa ya kwamba itakuwa mwezi wa nne, mambo yakawa mengi, vita ikawa ni kubwa, tukaendelea kuomba Mungu akaendelea kutenda, na mengine ambayo Mungu aliendelea kutenda mahali yapo E, Mungu akazidi kutenda akazidi kufanya, akanipa ushuhuda nini kinaendelea. Tukazidi kuomba, ikuwa rahisi, vita ikawa inapanda inashuka, lakini Mungu alitusaidia, Mungu akatutetea. Nataka nikuonyeshe sasa kazi ilivyoendelea. Anasema hapa mtumishi, asante kwa maombi, harusi ikabadilika tena ikawa tarehe ishirini na tano. Naomba nitoe sadaka yangu ya shukrani. Tukaendelea kuomba kwa kadi ya neema ilivyokuwa inaendelea Mungu kutusaidia, na Mungu akazidi kututetea, Mungu akazidi kutusaidia, lakini leo kazi imekamilika, nami namshukuru Mungu ajili ya binti yangu. Hii ndio ikawa harusi yao tangu alipokuwa anatafuta mwenza sahihi, na kazi imekamilika. Mungu amemkutanisha na mtu sahihi, amepata mume mwema. Nami naiombea ndoa yenu ikawe ya baraka, ikawe ya neema, ikawe ya furaha, mkafanikiwe, mkazae, mkaongezeke, mkainuka kiuchumi. Nakuombea kuombea na wewe ambaye unanifuatilia, ambaye tumeanza kuomba, pengine unawaza kuwaza, itawezekana kweli unaomba Mungu, itawezekana? Ndio, hata Betha ilikuwa ni hivyo hivyo, ngumu kama ambavyo wewe unasema ni ngumu, lakini kwa neema Mungu leo kazi imekamilika. Hawa hapa imekuwa ni maombi yangu kwa Mungu. Nawepokea neema kama vile ambavyo Mungu alitusaidia mimi na Betha kwa maombi na mpaka matokeo kufikia hatima, nawepokea neema hii kwa jina la Yesu.